Mizizi ya nyanya chungu inaaminika kuwa na faida nyingi za kiafya, hasa katika tiba asilia, ikiwa ni pamoja na kusaidia matatizo ya tumbo, kuongeza hamu ya kula na kusaidia afya ya figo. Hata hivyo, matumizi yake yanapaswa kuwa ya tahadhari na chini ya ushauri wa wataalamu wa afya. Nyanya chungu ni mboga ya asili yenye ladha ya uchungu. Ingawa matunda yake hutumika sana kama chakula, sehemu ya mizizi ya mmea huu pia imekuwa ikitumika katika tiba za jadi kwa karne nyingi mizizi hii ina virutubisho na kemikali asilia zinazodaiwa kuwa na uwezo wa kusaidia mwili kupambana na magonjwa mbalimbali mbali. Mizizi ya nyanya chungu ina viambato hai kama alkaloids ambayo husaidia kupambana na bakteria na fungus. Saponins huimarisha kinga ya mwili na kusaidia usafirishaji wa damu. Tannins huzuia kuvimba na kusaidia uponyaji wa vidonda vya ndani. Flavonoids, vioksidishaji vinavyopambana na sumu mwilini. Faida za kiafya za mizizi ya nyanya chungu. Moja, kutibu matatizo ya tumbo. Mizizi ya nyanya chungu hutumika kutibu matatizo ya tumbo kama gesi, kujaa na maumivu ya tumbo. Huchangamsha mmeng'enyo wa chakula na kusaidia kuondoa sumu tumboni. Mbili, kuongeza hamu ya kula. Katika tiba za jadi, mizizi hii hutumika kama kichocheo cha hamu ya kula, hasa kwa watu waliopoteza hamu kutokana na magonjwa au msongo wa mawazo. Tatu, kusaidia afya ya figo. Baadhi ya waganga wa jadi hutumia mizizi hii kusaidia kusafisha figo na kupunguza mawe kwenye figo, ingawa ushahidi wa kisayansi bado ni mdogo. Nne, kupunguza maumivu ya hedhi. Wanawake katika baadhi ya jamii hutumia mizizi ya nyanya chungu kama chai ya mitishamba ili kupunguza maumivu ya tumbo wakati wa hedhi. Tano, kurekebisha mzunguko wa damu kwa sababu ya uwepo wa madini kama chuma na potassium, mizizi hii husaidia kuimarisha mzunguko wa damu na kuzuia upungufu wa damu. Tahadhari na madhara yanayoweza kutokea: sumu ya alkaloids. Matumizi ya kupita kiasi yanaweza kusababisha madhara kama kichefuchefu, kizunguzungu au hata sumu mwilini. Matumizi kwa wajawazito: haishauriwi kutumia mizizi hii wakati wa ujauzito bila ushauri wa daktari. Uchunguzi wa kisayansi. Tafiti nyingi bado zinaendelea kuthibitisha usalama na ufanisi wa matumizi ya mizizi hii kwa binadamu. Hitimisho. Mizizi ya nyachungu ni hazina ya tiba asilia inayotumika kwa faida mbalimbali za kiafya, hasa katika jamii za Kiafrika. Hata hivyo, matumizi yake yanapaswa kuwa ya tahadhari, yakizingatia ushauri wa wataalamu wa afya au wataalamu wa tiba mbadala walioidhinishwa. Utafiti zaidi wa kisayansi unahitajika ili kuthibitisha kikamilifu faida na usalama wake. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii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 Asante kwa kutazama Suka TV.